Leo tunaenda kujifunza namna gani, njia gani nzuri ya kue, kufanya hesabu kwa njia ya ulalo, iwe kujumlisha au hesabu ya kutoa. Cha kwanza, tufanye kwanza hesabu ya kufanya nini? Hesabu ya kutoa. Kuna hesabu yetu ya kwanza inasema hivi, 25 kutoa 15. 25 kutoa 15, je, jibu ni ngapi? Ili uweze kupata hesabu hii, lazima uanze na hii hapa kwanza uanze na upande wa mamoja na upande wa mamoja, alafu then alafu baadaye utakuja upande wa makumi na upande wa makumi. Wala usije ukachanganya makumi na mamoja, ndipo naanza kukosa nini hesabu. Haya, tuanze, chukua tano kutoa tano, upande wa mamoja na upande wa mamoja. tano kutoa tano jibu lake ni ngapi? Jibu lake ni sifuri. Okay? unakuja upande wa makumi okay? ni mbili kutoa moja, jibu letu ni ishirini na tano. Sasa swali letu linasema ishirini na tano kutoa kumi na tano. Mbili kutoa moja, kwa sababu zote zipo upande wa nini? Wa makumi. Makumi mbili huku, makumi moja. Kwa hiyo itakuwa mbili kutoa moja sawa na ngapi, na moja. Jibu letu ni ngapi? Jibu letu itakuwa ni kumi. Okay? Uh, hesabu ya pili, nasema thelathini na tatu kutoa ishirini. Thelathini na tatu kutoa ishirini kutoa ishirini, 33 kutoa ishirini. Uh, cha kwanza kabisa lazima ujue kwamba tunafanya nini? Tunaanza na mpande wa moja, alafu tunakuja upande wa mmoja. Upande wa mmoja, upande wa mmoja. Kwa upande wa mmoja. Kwa upande upande kwa kwa sababu na na na na hapa leo tumejifunza tunaanza kwanza na namba mbili mbili tutachukua na kwa 3 kutoa sifuri. 3 kutoa sifuri, 3 kutoa sifuri. Jibu letu litakuwa ni ngapi? Litakuwa ni tatu. Hata ukichukua bi hesabu, ukichukua tatu ukitoa sifuri, jibu letu litakuwa ni ngapi? Jibu letu litakuwa ni tatu, okay. Kwa maana hiyo sasa, unafanya nini? Unakupata jibu tatu, unaandika hapa, halafu kinachofuata unasema tatu kutoa mbili, upande wa makumi. Kwa makumi kwa tatu kutoa mbili ni sawa sawa na ngapi? kwa tatu kutoa mbili ni sawa sawa na moja. Sawa sawa na ngapi? na moja, okay. Tunakuja sabu hesabu namba tatu unaenda hivyo hivyo hutakosea, okay? Una thelathini na saba kutoa ishirini na sita. Thelathini na saba kutoa ishirini na sita. Tunaanza kama kawaida upande wa mamoja na upande wa mamoja saba na sita. Saba na sita. Saba kutoa sita ni ngapi? Ni moja. Saba kutoa sita ni moja, okay? Uh, ukishachukua saba kutoa sita ni moja, okay unaweka upande huu hapa, ukishaandika hii namba hapo usije uka uka unapoandika usiandike namba inayofuata, wapi? Nyuma yake, haa, yake unaandika mbele yake. Unachukua tatu kutoa mbili, sasa makumi kwa makumi, tatu kutoa mbili okay. Tatu kutoa mbili ni ngapi? Ni moja. Kwa hiyo jibu letu litakuwa ni ngapi? Ni kumi na moja. Hesabu yetu ya mwisho kwa leo inasema ishirini na nne kutoa kumi na mbili. Tunaanza upande wa mamoja na mamoja, hapo ni nne na mbili nne na mbili ambayo, nne kutoa mbili ni sawasawa na sawa, ngapi? Na mbili nne kutoa mbili sawasawa sawa, na mbili. Tunakuja mbili na moja, ambao upande wa makumi na makumi, ambayo itakuwa ni ngapi? Ni mbili kutoa moja sawasawa sawa, na moja. Jibu letu itakuwa ni kumi na mbili. Basi usikose kusubscribe hii channel ili uweze kupata Video nyingine zaidi zaidi, na unapogonga gongaunapoonyeza neno. Watu wengi lakini hofu sana na wasiwasi, hawagongi hiyo kengele. Unagonga hiyo kengele kuonyesha kwa kwamba basi wewe unapata notification au taarifa tunapokuwa tumeweka kipindi kingine. Asante sana hapo ulipo kwenye nchi yote Afrika Mashariki. Naona pale kuna watu Kenya wanaangalia video zangu, kuna watu Uganda wanaangalia video zangu, na hapa Tanzania wanaangalia video zangu. Nawashukuru sana, basi tuendelee kuangalia. Asante sana.